Ewe Yesu, unipe kibali cha upendeleo, unipe upenyo kila mahali nilipo kwama. Bwana Yesu, nipe kibali kila mahali nilipo kwama, nipate upenyo. Mlango wako nafungua, mlango sasa hivi, kama nachofanya hakuna hakuna unachofanya, nafungua milango yako kwanzia leo, milango yako ya kazi, milango yako ya kipato, milango yako ya kuendelea ikafungulea leo kwa jina la Yesu. Nafungua kila milango wa mama hapa, wa baba sasa hivi, nafungua milango wa kila baba na baba sasa hivi.

Natamka tu yako sasa hivi. Pokea utajiri wa familia yako huo. Upokee sasa hivi. Pokea kibali cha utajiri wako. Pokea kibali cha utajiri wako. Pokea kibali cha utajiri wa familia. Pokea kwa na pesa. Pesa. Kibali cha utajiri wa mama yako. Kibali cha utajiri wa baba yako. Pokea. Nasema yatasema. Nasema tarasema. Nasema. Nasema. Pokea it all by the blood of Jesus. Kibali cha utajiri wa baba yako. The favor of your wealth of your father. Kibali cha utajiri wa mama yako. The favor of the wealth of your mother. Ah uh ah, -uh, you are receiving it. Mnapokea sasa. Kuanzia sasa. From now. Nahesabu moja mbili tatu. I'm counting one, two, three. Watu wanapokea. You are receiving. Naruona ni pepo na wazuiya. I see the demons attack. I, I step okay on you. Naru kanyagi yuro pepo.

Na ikanyaga ya nyoka ya babu yako kwa damu ya Yesu, fire ya familia kufanikiwa na ikanyaga, kwa damu ya Yesu, fire

Elio lisikutoka kwa wazazi waliotangulia inakuzuia kwenda mbele naikamata yoo kwanza, naikamata yoroho eliokamata pesa zako, elokamata kibali chako, elokamata kuwelewa kwako, eliokamata kustawi kwako, eliokamata kwinila kwako, elio kamata kubarikiwa kwako, elio kamata kwinila kwako kwa damu ya Yesu.

Nasema anguka chini ondoke sasa hivi. Hao ulipo sasa hivi anguka chini ondoke. Nasema anguka chini ondoke sasa hivi. Anguka hapa chini ondoka hapa. Fall down and leave from here.

Naona moto unashuka, una moto moto, kwa kila kizuizi kinaribiwa kwa damu ya Yesu. Pepo lolote limejificha hapa. Any demon that is hiding. Lipo humu ndani ya watu hapa. Is among us these people. Linawawekea sauti sio kwa sawa. Is putting negative voices in their lives. Nakuamuru hilo pepo. I command that spirit now. Toka huko njoo mbele. Move from there, come forward. Mm, nakuamuru. I command you. Ukama upo hapo ndani. If you're inside here. Toka hapa njoo mbele hapa. Nasema hiyo pepo hiyo iliyonyamaza ndani yako. Nasema toka huko njoo mbele hapa. Nasema toka huko mbele njoo hapa. Hiyo pepo lililokaa ndani yako inakuzuia. Unakuzuia kufanya kazi. Unakuzuia kuolewa. Unakuzuia kufanya biashara. Unakuzuia kuzaa watoto. Toka huko njoo hapa.

Uh, haraka, haraka, haraka. Anza kutoka wewe. Haraka na sema nakuitaji hapa. Nakuitaji hapa. Hey, mje hapa. Come here. Mbele. Haraka. Come forward. Hurry, hurry, come forward. Hilo nyoka liko ndani ya tumbo lako na zani ni mimba. Njoo hapa unaanza kuacha kudanganya watu hapa. Wewe upo unasumbua watu mioyoni mwao. Unasumbua kazi zao. Unasumbua biashara zao. Nasema toka hapa njoo hapa. You know, hilo pepo anasema njoo baba haraka. In the hurry. It is a command, come here. Amin, I said come here. Nasema njoo hapa. I said come here. Ninasema njoo hapa. You feel like come here. Right now. Come. Kama uko hapo njoo sasa. Come here. Njoo hapa sasa. Yule pepo ni bwana yako. Nasema nileta hapa. Come here. Njoo hapa nasema. Leta hapa. Ashe kama hiyo. Nasema njoo hapa. Una you know, paper lilijificha ndani yako. I demand that is hiding inside. Tunakamata <muchan> sio na biashara. That is holding that. Tunakamata sio na ndoa. That you may have. Tunakamata sio na maendeleo. Come here. Nasema njoo hapa. Piga. Haraka sana. Piga hapa. Haraka sana. Ashe kama hiyo. Nasema njoo hapa. Come here. Nasema njoo njoo. Come here quickly. Njoo hapa haraka. Nasema kama ya quickly.

Waliokaa ndani ya watu wanawazuia kuwaza vizuri, nasema njoo hapa, nasema kama hivi. Kuna wengine nawaona bando, mmejificha pale, waliokamata mabinti wasosome, wasiwe na elimu, wasipiga hatua kimasomo, nawe na kwamura, waliokamata mabinti hao na vijana wasosome, njoo hapa, hapa sasa

Nasema nasema toka. toka. Must be released. Kwa sababu wewe walio hilo pepo linalokuzuia kuolewa linasubiria nini hilo? What is is that that that demon doing in you that is blocking you from getting. Come come come. Jojo jojo haraka. Naona mabinti watatu hapo wasioolewa hapo. Watatu wasioolewa hapo. I see three girls there that are not married. Sorry, sorry, sorry, sorry. Wasiopata wanaume waliokuwa sawa. They're not getting the right man. Sasa hapo

Watu wanapokea kibali. Wewe uko umejikalia humo. And you sit there. Unawazuia usipate kibali cha kuolewa. You are blocking them from receiving marriage. Na wapokea vya kwako, pokea ndoa yako wewe. Pokea ndoa yako, pokea, pokea ndoa yako wewe. Pokea ndoa yako hapo. Pokea ndoa yako, pokea. Pokea ndoa yako, pokea. Pokea, pokea, pokea, pokea. Pokea kwa Bwana Yesu. Pokea kwa Bwana Yesu. Pokea kwa Bwana Yesu. By the blood of Jesus. Kilicho kanda ni yako kinakuzubaisha. Whatever that is making you be kubasha kazi yake ni kuhakikisha kwamba unikuteseka na sheria ndoa takatifu kwa kwa mabinti zangu sasa hivi. Release, release holy marriage upon the girls now. I release it.